Karibu Mheshimiwa. Aya, asante vijana, asante Kibiti oye! Mafia oye! CCM oye! Kazi na utu! Ndugu katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi, Dr. Asha Rose Migiro viongozi wote wa Chama cha Mapinduzi na jumuiya zake katika ngazi zote, tambo uwepo wa waratibu wa kampeni wa mkoa huu wa Pwani, ndugu wagombea ubunge, lakini pia wagombea nafasi za udiwani, ndugu wananchi Kibiti oye. Ndugu zangu wa Kibiti, kwanza ni shukurani shukurani kwa Mwenyezi Mungu kwa kutufikisha salama hapa Kibiti. Tumekuja kuonana tuzungumze na tusikilizane. Lakini la pili ni washukuru sana sana sana wananchi sana wa Kibiti na Mafia kwa kujitokeza kwa wingi namna hii, na hii ni dalili kwamba mna imani na chama chenu, Chama cha Mapinduzi lakini pia mna imani na viongozi wenu wa serikali na chama cha mapinduzi. Kibiti oye! Mafia oye! Ndugu zangu, mengi amesemwa ambayo ni mafanikio ya miaka mitano iliyopita. Tumemsikia mgombea ubunge wa Mafia ameyasema vizuri sana. Nilikwenda Mafia nadhani miaka minne iliyopita kama sio mitano iliyopita, na na na hakika Mafia ya sasa hivi ni tofauti na ile niliyoiacha wakati ule. Mafia oye maendeleo oye! Lakini kwa hapa Kibiti vile vile mambo mengi sana yametekelezwa kwenye ilani iliyopita ya mwaka 2020 2025 20, vijana naomba tutulie pale tusikilizane. Kwa mfano kwenye sekta ya kilimo, ndugu zangu, tuliowezesha wakulima kupata pembejeo na mbolea ya ruzuku wakulima wa mazao mengine, lakini wale wa korosho tulitoa salfa na dawa bure. Lengo ni kufanya wakulima wazalishe zaidi, na mimi nataka kuwashukuru, mmezalisha zaidi kwa mfano kwenye korosho uzalishaji umeongezeka kutoka kilogramu milioni mbili karibu milioni tatu kwa sababu ni milioni mbili laki nane na tisini hadi milioni tisa Kuna tofauti ya milioni tatu na hii ni kwa sababu serikali imetoa salfa na dawa za kupulizia na huduma za ugani pia. Wakulima mmeitikia, mmezalisha vizuri lakini vile vile hii ni kwa sababu serikali imehangaika kutafuta soko na tukapata soko zuri la zao la korosho kwa hiyo ndugu zangu mimi ni wapongeze sana lakini kwa upande wa ufuta wilaya hii imezalisha kutoka uh, kilo milioni tano nukta tatu hadi kilo milioni kumi na moja nukta moja tofauti ya milioni sita Ndugu zangu hongereni sana. Lakini hii maana yake nini? Hii maana yake tulipotoa pembejeo kwa ruzuku, ina maana kuna fedha tuliiacha mfukoni kwako. Wale wakulima wa korosho hawakununua salfa wala dawa, ile fedha imebaki mfukoni kwao, si ndio? Lakini pia um, tunapotafuta masoko na bei inapokuwa nzuri pesa nzuri inaingia mfukoni kwa mkulima, si ndio? Hii ina maana tumemwezesha mkulima kuendesha mambo yake, kurudisha jasho lake alilolitoa kwenye kulima zao lile alilouza, lakini kupata cha ziada cha kuengeza au kuendesha maisha yake. Na hii ndiyo tunayoita kumwezesha mwananchi kiuchumi. Sasa niwahakikishie, miaka mitano ijayo bado tutaendelea na ruzuku ya pembejeo mbolea na pembejeo nyingine, lakini pia salfa na dawa kwa ajili ya mikorosho. Lakini niwape taarifa pia, serikali yenu inakwenda kuendeleza bonde la Mto Rufiji. Pale tunakwenda kujenga mabwawa mawili makubwa, lakini pia tunakwenda kujenga tuta au mradi utakaozuia mafuriko kwa wananchi bonde lile baada ya kujenga mabwawa tutatengeneza hekta kumi na tatu elfu kwa ajili ya wakulima kufanya kazi zao kuendesha kilimo chao. Hiyo, mkitupa ridhaa miaka mitano inayokuja, tunakwenda kuyafanya hayo. Kwa ndugu zangu wafugaji, nako uwekezaji mkubwa umepita mbali. Na kunufaika na ruzuku ya chanjo ambayo tulitoa chanjo kwa ruzuku, kwa kuku ni bure wanyama waliobakia ni nusu ya bei ya chanjo. Lengo letu ni kujenga afya za wanyama wetu. Kwa nini tunajenga afya zao? Tunajenga kwa sababu na kutambua aina ya mifugo tulio nao. Kwa hiyo tuna kampeni ya chanjo na utambuzi wa mifugo yetu, lengo ni kutambua mifugo yetu, kutunza afya zao, kwa sababu tumepata soko kubwa la mifugo na mazao ya mifugo nje ya nchi wanataka nyama, wanataka ngozi, wanataka kila kitu, hata wanyama hai. Lakini Tanzania hatukuweko kwenye listi orodha ya dunia kwamba sisi tunajua afya za wanyama wetu, na ndio maana serikali imetumia mabilioni ya pesa kutoa chanjo hizo kwa ruzuku na bure, ili wananchi mchanje wanyama wenu, tuingie kwenye orodha ya dunia na tuweze kutumia lile soko, muuze mpate bei nzuri tuweze kuwawezesha kiuchumi. Sasa kwa upande wa wavuvi nako tumefanya uwekezaji, kwamba eneo hili la Kibiti tulitenga nono hii. Sasa kwa kwa wafugaji tena maeneo ishirini na mbili ya malisho ya wafugaji tulitenga, lakini kwa wavuvi tulitoa boti kumi na mbili. Wavuvi kama mpo hapa, boti kumi na mbili hatua iliyochangia kuongeza uzalishaji wa samaki kutoka kilogramu laki sita na nusu, laki sita pontano, hadi kilogramu milioni nne laki sita. Hii ni uvuvi wa samaki, na hii ni kutokana na boti zilizotolewa na serikali kwenda kwa wavuvi, pamoja na vifaa vya uvuvi, vimewezesha tumevuna um, mazao ya, ya baharini kilo milioni nne na laki sita katika miaka mitano inayofuata tutawaongeza wafugaji maeneo zaidi ya ufugaji wa kisasa na kuongeza boti kumi, boti kumi nyingine za uvuvi na hivyo kufikisha boti thelathini ndani ya wilaya hii, na tunategemea tutavuna zaidi, ili wananchi mkuze uchumi wenu zaidi. Lakini jengine ni kwamba tumeshuhudia maendeleo pia kwa upande wa huduma za kijamii naposema huduma za kijamii na maana afya, elimu, maji safi na salama, na nini na umeme. Sasa kwa upande wa afya, kuwahudumia wagonjwa matuti na wodi mbili, mbili za upasuaji pale wilayani, hospitali ya wilaya, kwa mambo mengi yatakuwa yanafanyika pale badala ya nyinyi wananchi kwenda mbali kufuata uh, huduma hizi mbali na kujenga vituo vya afya vipya viwili tulijenga na zahanati kumi na nne kipindi hiki tunachomalizia, tumejenga ndani ya wilaya hii. Tulileta pia magari ya kubeba wagonjwa uh, matatu na boti la kubeba wagonjwa moja. Kuna maboti ya uvuvi, lakini pia la kubeba wagonjwa kutoka visiwani huko kuleta hospitali ya wilaya, pia boti ipo. Mkitupa ridhaa na mkituchagua tutaendelea kuboresha huduma za vituo vya kutolea huduma za afya, kuongeza watumishi wa afya. Kilio pia tunapopita pita humo tasikia ndio vituo vipya, watumishi hawatoshi. Madaktari na watumishi wengine tutawaongeza, lakini vile vile tunaanza shughuli yetu ya bima ya afya. Shughuli ya bima ya afya maana yake nini? Maana yake unapovuna korosho yako unapouza ufuta wako, tenga pesa chache, kanunue bima yako ya afya. Bima ya afya itakupa matibabu kuanzia zahanati, ukienda kituoni utapata, hospitali ya wilaya utapata, ukienda rufaa, bima yako ya afya utapata matibabu bila kulipa. Lakini kadhia nyingine kubwa itakayoondoshwa na bima ya afya, ukiwa na bima yako ya afya au una mgonjwa na bima yake ya afya kaenda hospitali kapata matibabu, Mungu kaamua kuchukua kiumbe chake, ile kadhia ya kuzuia maiti mpaka palipwe gharama za matibabu itaondoka, kwa sababu mtu yule atalipiwa na bima yake ya afya. Sasa ndugu zangu, hatujui lini tunaondoka. Ukiwa na bima yako ya afya ni vizuri zaidi, lolote likitokea unaowaacha nyuma hawana kadhia ya kudaiwa na mahospitali yetu. Kwa hiyo tunakuja kuanza na mfumo wa bima ya afya, na nawaambia mapema ili misimu inayofuata mkiuza korosho na ufuta, mkivua samaki, mkiuza, tenga pesa ya bima ya afya. Tumefanya mengi pia kwenye elimu, mashule tumejenga msingi na sekondari, tumejenga VETA vyuo vya ufundi ili <clears throat> kuwatayarisha watoto wetu na ajira huko mbele ndugu zangu nilipopita hapa tarehe ishirini mwezi wa tisa 2023 mliniomba ujenzi wa barabara ya Bungu Nyamisati kilomita 42 sasa nawajulishe kwamba ujenzi wa barabara ya Bungu Nyamisati upo kwenye ilani yetu hii na niwahakikishie tunakwenda kuijenga kwa kiwango cha lami. Lakini miradi mingine ambayo tunaenda kuishughulikia ni pamoja na barabara ya Kibiti Mtumba, na yenyewe tunakwenda kuijenga inayounganisha Kibiti na Ikwiriri, na barabara ya Rufiji mpaka Mbwela ambayo ipo katika hali mbaya na inahitaji maboresho, tunakwenda kuishughulikia. Vile vile tutaboresha zaidi barabara za ndani ikiwemo kilomita 42 za maeneo korofi ili zipitike wakati wote na kuwawezesha wakulima kusafirisha mazao yao, wagonjwa kufika hospitali na wanafunzi kufika mashuleni mapema. Kwa upande wa swala la maji, ndugu zangu, tuliweza kukamilisha miradi 23 na na hivyo kuongeza hali ya upatikanaji wa maji toka asilimia 47 hadi 74. Watu wengi kidogo, sasa upatikanaji wa maji una nafuu. Hata hivyo, tunajua kuna asilimia iliyobaki hapo, kuna watu hawapati maji, lakini kuna miradi ambayo inaendelea na inasubiriwa kwa hamu ikamilike, mradi wa Mtunda na nyakati mpaka Kivinje. Hii miradi miwili ikikamilika tutatoka asilimia sabini na nne hadi asilimia themanini na tano kama sio zaidi ya upatikanaji wa maji, na miaka mitano inayokuja tunakwenda kumaliza kabisa kadhia ya kuto kupatikana kwa maji safi na salama. Tunataka kila mwananchi awe karibu na maji safi na salama, tukijua maji ni uhai. Kwa hiyo, kazi yetu kuhakikisha kila mwananchi anapata maji. Ni waahidi pia kwamba tunakwenda kukamilisha na tunaenda kuharakisha utekelezaji wa miradi hii ili kila mtu aweze kupata maji. Wito wangu baada ya hayo niliyoyasema, wito wangu ndugu zangu, wingi huu ulioko hapa uwanjani unaonyesha imani kwa Chama cha Mapinduzi. Sasa imani kwa Chama cha Mapinduzi itasomeka tarehe ishirini na tisa kesho kutwa, siku nane zijazo. Ya tisa ndiyo jambo letu, liko uwanjani. Umma huu ulioko hapa, kila aliyeandikishwa, ni waombe twende tukapige kura, twende tukachague Chama cha Mapinduzi. Chama cha Mapinduzi tumetayarisha kazi ya kuifanya kwa miaka mitano ijayo, na kwa mkoa huu wa pwani tumeweka kwenye ilani kitabu kidogo mba, mba, mba. Madiwani, naomba mnyanyue vitabu vyenu. Vitabu vidogo mnavyoviona hivi ni mambo tutakayoyafanya ndani ya mkoa huu wa Pwani na wilaya hii ya Kibiti, yako humo ndani yote yatakayofanyika kwa miaka mitano ijayo, na hiyo ndiyo kazi tuliyojipangia ya kuifanya, na ndiyo maana tunasema kazi na utu, tunasonga mbele. Sijawasikia Wanakibiti, kazi na utu! Asanteni sana. Sasa ndugu zangu Wanakibiti, ukimpa mtu maji, hana shida ya maji. Elimu anamwona mtoto anakwenda shule, akirudi halipi, ni bure bila ada, kuanzia darasa la kwanza mpaka kidato cha sita, halipi. Na mtoto akimaliza kidato cha sita, kuna mfuko wa elimu ya juu wa serikali anakopeshwa anajisomesha, mzee huhangaiki. Pesa yako ya korosho unaipangia mambo mengine, lakini unampa mtu uh, afya, elimu, maji, afya. Akiumwa, kituo cha afya kiko pale, yamezidi hospitali ya mezidi, wilaya yako pale, yamezidi hospitali ya, ya rufaa haendi Muimbili, anakwenda mkoa wa Pwani, hapo kwenye hospitali ya rufaa ya mkoa. Lakini vilevile vile, umeme umeme unaompa urahisi wa kufanya kazi zake nyumbani, umeme unaompa urahisi wa kufanya biashara zake, umeme ambao unamulikia usiku kwa usalama wake. Huko ndiko kujenga utu wa mtu zaidi. Uwezeshaji wananchi kiuchumi, serikali ya awamu ya, ya sita tumefanya kazi kubwa kuwezesha mwananchi kiuchumi. Unapomsamehe mtu asilipie mtoto shule, ile pesa inabaki mfukoni, anafanya mambo mengine Unapomwambia mtu wa kijijini aunge umeme kwa shilingi elfu ishirini na saba wakati gharama halisi ni laki tatu na ile pesa inayobaki unambakishia mwananchi abaki nayo afanye mambo mengine. Unapotoa ruzuku ya mbolea, dawa bure, salfa bure, ile pesa ambayo ulikuwa ununue uzalishe korosho inabaki mfukoni kwako ufanye mambo yako mengine, na huko ndiko kujenga utu wa mtu. Jambo gani mnafanya nami, nataka niwapongeze. Nimepita njia hii, nimekwenda mpaka Rufiji, nimeona mabadiliko makubwa ya nyumba zetu, makubwa sana, kuna maendeleo yanaonekana. Kwa ina maana ile pesa tunayobakisha pamoja na pesa inayopatikana kwenye mauzo ya ufuta, mbaazi, korosho inakwenda kubadilisha maisha yetu, na huko ndiko kumjengea mtu heshima ya utu wake. Unapata maji, unapata afya, mtoto anasoma, kila kitu kipo na nyumba unayo nzuri ya kuishi. Huo ndio utu wa mtu ndugu zangu, huo ndio kujenga utu wa mtu na kuheshimisha utu wa mtu. Na ndio maana Chama cha Mapinduzi tunasema kazi na utu. Tunasonga mbele, tunasonga mbele kwa ndugu zangu kazi tunayoiomba iko kwenye ilani. Sisi Chama cha Mapinduzi, tarehe ishirini na tisa tuchagueni tukafanye hiyo kazi, tuzidi kujengeana na kujenga heshima ya utu wa Mtanzania, utu wetu. Sasa nitakabidhi ilani kwa wagombea ubunge, halafu taomba kura kwa pamoja. Ndugu zangu, Rufiji oye! Kibiti oye! Mafia oye! Pwani hoye! Na wananchi nyinyi hoye! Asante. Ilani ambazo zinakabidhiwa na mgombea urais ni mkataba baina ya chama na wananchi wa Kibiti na Mafia. Mambo yote yatakayotekelezwa kwa miaka mitano yapo ndani ya ilani za uchaguzi. Hebu punga mikono kwa daktari wa maendeleo, Dr Samia Suluhu Hassan. Wana Kibiti hoye! Maafya hoye! Haya ndugu zangu, mimi niliyesimama hapa naitwa Samia Suluhu Hassan. Hebu wenye picha zangu wanyanyue juu, kama mnazo wenye picha aha. wale wa mbali ambao hamnioni kwa karibu, niko hivyo hivyo kwenye picha, sijabadilika. Hivyo hivyo sijabadilika, lakini kushoto kwangu ni wagombea ubunge Omar Kipanga wa Mafia na dada Amina wa Kibiti, hawa na mimi tutakwenda kufanya kazi ngazi ya taifa, watanisaidia ngazi ya taifa. Lakini mbele yetu kuna madiwani wetu. Madiwani wetu ndiyo bunge lenu dogo la Kibiti, hili ndiyo bunge lenu dogo la hapa, kwa sababu fedha zote zinazotajwa katika utekelezaji wa ilani zinakuja kupitia halmashauri, wanazipokea hawa. Zinakuja na maelekezo, wanakaa wanajadili. Ndio maana mnasikia kuna baraza la madiwani, wanajadili kuona maelekezo yaliyoletwa na fedha, wanasimamia utekelezaji wa mradi na kuhakikisha miradi inakamilika kama ilivyopangwa. Sasa hawa wote ni wa Chama cha Mapinduzi. Najua kampeni hii vyama vingi tunafanya kampeni, inawezekana kabisa vyama vingine tamaa ya kupata urais hawanayo, lakini anasema nitoke japo na kata nipate udiwani. Sasa ndugu zangu, mkenda mkiwachanganya hawa, mkiwatilia rangi nyingine, sio kijani, maendeleo yatachelewa. Kwa nini? Watakaa kubishana, badala ya bishana, kujadili maendeleo na kwenda kutekeleza, watabishana kwa hiyo niwaombe sana, tarehe tisa mtakapotoka, nenda kachague mgombea urais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania wa chama cha mapinduzi, mbunge wa chama cha mapinduzi na diwani wa chama cha mapinduzi. Tumeelewana wanaKibiti? Walionielewa mikono juu. E, naona nimeeleweka vizuri. Kwa maana hiyo sasa niwaombe mkitoka asubuhi, Mungu atuamshe salama insha allah, atuamshe salama na furaha. Ukitoka barobaro baro, mpitie rafiki yako, kama una hakika kaandikisha mpitie, nendeni pamoja. Baba mama, unatoka nyumbani, hakikisha vijana wako walioandikishwa ndani ya nyumba yako umetoka nao, wanaenda kupiga kura kubwa zaidi mabalozi wetu wa maeneo mitaani kule, hebu mabalozi mikono juu nioni, mabalozi oye! Eh, hakikisha watu wako walioandikishwa kwenye eneo lako wote wametoka kwenda kupiga kura. Ndugu zangu, tumeelewana, twendeni tukapige kura kwa wingi, tuchague Chama cha Mapinduzi, tukipe heshima chama chetu kitengeneze serikali ya kuheshimika, sababu kama umechaguliwa kwa kura nyingi ina maana wananchi wanakutaka uendeshe, si ndio? E, lakini ukichaguliwa goigoi hivi wale wasiotutakia mema wanaweza kusema kachaguliwa ndio, lakini mbona mm. Lakini tukiwapiga kweli kweli, unajua mkwaju ukiwasha vizuri kwenye mwili unalia kidogo, lakini ukiguswaguswa hivi unadeka, unalia unalia wee. Sasa twende tukawachape kweli kweli, mkwaju uingie kwenye mwili, tukachague Chama cha Mapinduzi. Mmenielewa ndugu zangu, ili tuendelee na kazi tuliyoipanga kwa miaka mitano ijayo. CCM oye! Kazi na Utu! Kibiti oye! Sasa ndugu zangu, wana Kibiti, mimi mgombea urais, wagombea ubunge na wagombea udiwani wote tunaomba kura zenu. Kama mmetuitikia nataka nione mikono juu mikono nahisabu. hapa hapa mi bingwa wa kuhisabu kura hizo. E, kule nyuma mikono naiona, ndani ya nyumba kule kwenye vibanda. CCM oyee! yeah. Mungu awabariki, na asanteni sana santeni sana Mungu atupe furaha atupe barka atupe uhai tuamke salamu tarehe tisa tukat CCM oyee! Kidumu Chama cha Mapinduzi!